Kwa hiyo uh, mimi sasa niseme tu nimefurahi kwa sababu yule ambaye nilikuwa namuona mtandaoni nimemuona physically, lakini pia nikajua labda itaishia kule kule kwenye kunionya mm -hmm. Nimekuja hapa tena umeongezea tena lakini mwisho ukaniambia, pamoja na hayo, lakini mwisho wa siku mpira unaweza kusema ni shida sana mm -hmm. Lakini unakuweka karibu na kukosea na mfano mzuri sana naelewa. Kwa hiyo kuanzia sasa wasipona, wakiona si tabiri mipira sasa. Eh, shida ni wewe sasa. Na kukusema mimi nimemaliza, asante sana. Eh, asante sana mtu wa Mungu, tumefika mwisho. Eh, nadhani umeenjoy. Amen. Amen. <laughs> Amen. Amen. Mungu wa rehema, Mungu wa neema, Mungu wa baraka, Mungu uliye kweli. Mimi ni mjumbe wako tu sikuwa wa kuwa na thamani machoni pa mwanadamu yoyote hata nikiwa na thamani ni wewe umeweka thamani hiyo kwenye moyo wa mtu huyo. Jambo kubwa na ombi langu, ukaribu wowote naweza kuwa nao na mtu, ukawe na faida kwake, usiwe na hasara kwa namna yoyote, kwa familia yake na jamii yake. Kijana huyu katika hali yoyote, maombi yangu haya yakafanye roho yake iwe na kibali machoni pako. Kamwongoze na kuomba tu Mungu, kamwongoze kwa rehema zako na pendo lako ni kijana damu inachemka, wana mashauri mengi, wana watu wengi, na leo wameniona mimi pamoja naye. Bila shaka wako watakaompongeza, wako watakaomshambulia. Vyo vyote vile, wampongeza wamshambuliao, yote hayo yakasababishe hekima kuongezeka na kukua ndani yake, akawe kijana mwenye kuogopa kuharibu, kupata faida na mapato ya laana. Kamongoze Mungu kwa maombi haya, najua yuko mbali, hatujaongea mengi na nika tusiongea mengi lakini, wewe ni kiongozi mzuri, wewe ni mwalimu mzuri, unaweza ukamsaidia. Mimi kwa msaada wako pale itakapobidi, mimi nitatamka jambo lolote kwenye maisha yake katika yale atakayofungua mlango, naamini kabisa utamsaidia. Lakini katika mengine yote, kwa maombi haya naomba ukamwongoze, kamwongoze katika njia isiyo na majuto, katika jina la Yesu, na kushukuru Mungu, amen.